Koala ambaye hakuweza kuruka. Jua lilichomoza juu ya msitu wa eucalyptus. Koala Kevin alijinyoosha na kupiga miayo kwa usingizi. Alimwona Kangaruu Kira akiruka juu kwenye uwanda. Na quote, Lo, anaruka juu sana, na quote. Kevin alinongna alama ya reli thelathini na tisa. Ona, moyo wake ulihisi wivu kidogo. Kira aliruka kutoka mwamba mmoja hadi mwingine, mkia wake mrefu ulimsaidia kutua vizuri. Koala Kevin alitazama kutoka kwenye tawi la mti. Alipiga makofi kwa upole lakini tabasamu lake likafifia. Natamani ningeruka namna hiyo, alifoka Kevin. Alitazama chini miguu yake mifupi. Na quote. Nitajifunza kuruka na quote. Alisema kwa ujasiri. Karibu. Wali the Wombat alimsikia. Na quote, wewe rukia kama Kira. Na quote, Wali alicheka kwa upole. Kevin aliitikia kwa kichwa. Nitajitahidi niwezavyo. Kevin alishuka kutoka kwenye mti. Alipiga magoti na kujaribu kuruka. Sauti alitua chini chini. Kira alikimbia akiwa na wasiwasi wasi. Uko sawa? Kevin alicheka kwa unyonge na quote. Nadhani nilisahau jinsi na quote. Kila asubuhi Kevin alifanya mazoezi ya kuruka. Aliruka kutoka kwa mawe, mashina na magogo. Wakati mwingine alianguka nyuma au mkia. Woli alishangilia, "Unaimarika." Lakini ndani, Kevin alihisi mdogo kila siku. Siku moja, wanyama walikusanyika kwa ajili ya mashindano ya kuruka. Kira alikuwa tayari, akinyoosha miguu yake ndefu. Na jiunge nasi Kevin, na aliita kwa furaha. Kevin alionekana mwenye wasiwasi, lakini alitabasamu kwa ujasiri. Na quote, sawa, nitajaribu na quote alisema kimya kimya. Filimbi ikalia, na kila mtu akaruka. Kira alipaa juu kama jani linaloruka. Kevin alijaribu sana, lakini akajikwaa mzizi alijikunja kwenye nyasi na kuhema kwa huzuni. Sitawahi kuwa mzuri katika kuruka ruka, aliwaza. Ghafla, upepo mkali ulivuma karibu. Kundi la majani ya kitamu liliruka kwenye mti mrefu. na kot la zawadi yangu itaondoka na kot kelele. Kira walikuwa wamekwama juu ya uwezo wake. Kila mtu alitazama juu, lakini hakuweza kusaidia. Kevin alipanda juu ya mti haraka, alihama kutoka tawi hadi tawi kwa urahisi. Na quote. Haya Kira na quote. Alisema kutoa majani. Wanyama wote walipiga makofi na kushangilia. Kira alitabasamu na quote. Unashangaza Kevin na quote. Kevin alijisikia joto na fahari ndani hakuhitaji kuruka juu tena. Alikuwa na talanta yake maalum kupanda. Kira alisema kwa fadhili na quote, sote tunang'na alama ya reli thelathini na tisa atofauti na quote, Kevin aliitikia kwa kichwa na quote, ndio na nina furaha kuwa mimi na quote,